Naitwa Daudi Ezekiel Kingalata. Uh, ni mkurugenzi wa chuo cha ufundi inaitwa Turnbull Technical Training College. Uh, siku ya leo uh, tunawaletea mambo mazuri sana kutoka kwenye kitengo cha ususi na urembo. Uh, utaona kuna shughuli mbali mbalimbali zinafanyika, ni sehemu ya mafunzo ambao wanafunzi wamejifunza lakini pia walimu wamefanya kazi kubwa. Uh, hivyo basi tutaona misuko ya aina mbalimbali, misuko ya kisasa sana kabisa ambayo imeenda shule vyote wataviona mle ndani kwenye uh, darasa hilo la ususi na urembo. Uh, ndugu mtazamaji, ni kwamba um, uh, tunaenda kukaribisha na kukusi tu. Endelea kubaki nasi katika chaneli yetu ya YouTube channel kwa jina la Turnbull Tech Training College. Ni rahisi sana kutupata sana kutupata uh, ikiwa pia chuo hiki mpaka uh, sasa kina miaka tisa toka kimeanzishwa na tumekuwa tukitoa fani mbali mbali na tunaenda kuzitoa hizo fani. Fani zetu zimekuwa na tija kubwa hasa kwa mtoto wa kike pia uh, kwa sababu tunakoza ususi na urembo hizo, tunakoza upambaji, tunakoza pia na za ushonaji kwa maana ubunifu wa mavazi, tunakoza usekretari na kozi zingine za hotel management na tourism. Lakini si kwamba tunapokea tu watoto wa kike, hapana, lakini pia na jinsia ya kiume, wote tunawapokea ila tu ukija hapa usalama pia ni mkubwa, na taratibu zingine zote zipo kwa ajili ya kumsaidia mwanafunzi aweze kukizi ile hatua yake ya mwisho jili, jilika, mbali mbali pia, so wa siku kujiajili ama kuajilika sehemu mbalimbali kwenye makampuni, kwenye taasisi, hata serikalini pia. Tunao vijana ambao wameajiriwa huko. Turnbull Tech Training College, moto wetu kwamba hapo ndo tuliposimama napo, kwamba lengo letu ni kutengeneza kizazi kijacho kiwe na mafanikio mazuri na mambo mengine mengi makubwa, lakini pia tunategemea hawa kesho keshokutwa wawe wajasiriamali, wafanye biashara wakubwa, watengeneze fursa kwa vijana wenzao, kwa watu mbalimbali katika jamii husika wanapokuwepo kwao. Uh, mategemeo yetu na bado pia tumeona matokeo ni kwamba tunategemea fursa zitengenezwe nyingi sana, soto huko ndani, tunapata watu watafungua mahoteli baada ya kuwa wameshasoma hapa Turnbull. Tunapata watu watafungua pia saluni nzuri za kisasa ambazo itakuwa ni fundisho pia hata kwa wale ambao wana saluni zao mitaani lakini hawajaingia darasani hawa, hawana zile skills za namna gani ya kuweza kumtriti mgeni mteja na kuja ofisini anapokuja kwenye saluni yake ajisikie kwamba yuko sehemu sahihi, ajisikie kwamba anapata huduma iliyo sahihi. Hivyo basi, hawa watakuwa ni chachu pia ya kuongeza kasi fulani katika jamii, na jamii ikaamka ikawa na mwamko mkubwa wa kuweza kuona kwamba sasa ni wakati wa ujuzi kama ambavyo uh, sera yetu serikali yetu inavyo, inavyotangaza kwamba inasisitiza watu wengi pamoja na wasomi na watu ambao wa si wasomi wote basi waone fursa hii ya kupata ujuzi katika vyuo vya ufundi au VETA kwa namna moja ama nyingine, tangulu tumeshaanza na tumeshaona matokeo yake, na tunaona pia kuna mambo mengi mengi makubwa. Vijana wengi kutoka hapa wanaleta shuhuda nzuri. Alikuwa hao ni mwanga, lakini sasa anaona mwanga fulani, anajua anakuwa anafahamu, anakuelekea. Hivyo basi hizi zote ni jitihada za chuo cha ufundi Turnbull Tech Training College wa, kwa, m, kwa ushirikiano mkubwa na timu nzima ya Turnbull, kwa maana ya wakufunzi wetu wote walioko katika chuo cha ufundi Turnbull. Wanafanya kazi kubwa sana sana sana, tunastahili kuwapongeza kwa namna moja au nyingine. Lakini pamoja na hayo yote, tunaendelea kuasisitiza kwamba hostel zipo kwa wale wote ambao unatoka mbali, unatoka sijui wapi, Kahama, sijui Mleba unatoka Mbeya, unatoka sehemu mbali mbali, Morogoro, Dar es Salaam. Usipate shida, hosteli zipo na gharama zetu pia ni nafuu, na ni hosteli ambazo zina usalama mkubwa kabisa. Tunashukuru Mungu katika hilo, hivyo tunakukaribisha sana sana sana, mtazamaji.